Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS na hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko eidha awe na smartphone au kitochi tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilia kupitia ukurasa wetu wa Instagram at invitepro underscore, au tupigie simu kupitia 74747498, au tutumie ujumbe kupitia whatsapp 76357877. Karibuni. Serikali imepiga hatua kubwa katika mageuzi ya sekta ya elimu nchini, baada ya kutangaza rasmi kuwa elimu ya ya lazima sasa itakuwa miaka kumi kuanzia darasa la kwanza hadi kidato cha nne. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha kila mtoto wa Kitanzania anapata fursa sawa ya kujifunza, kukuza maarifa na kupata ujuzi utakaowezesha kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Akizungumza jijini Dodoma katika mkutano wa mwaka wa tathmini ya pamoja ya sekta ya elimu, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu Sayansi, Teknolojia na Elimu ya Juu, Profesa Daniel Mushi amesema kuwa maboresho hayo makubwa yatahitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali, wadau wa elimu na jamii kwa ujumla. Na yote haya yana mahitaji ya ziada, kwa maana ya rasilimali zinahitajika zaidi. Na kwa mfano, ikifika mwaka 2028 tunakuwa na makundi mawili ambayo yataingia sekondari. Kuna wale ambao wamepita kwenye mtaala mpya ambapo ikifika mwaka 2028 watakuwa sasa ndo wanaingia form 1, kwa sababu wanasoma kwa miaka sita peke yake primary, lakini kuna wale ambao wamekuwa katika mfumo wa zamani wa miaka saba. Kwa hiyo wakifika 2028 wanaingia form 1. kwa hiyo kuna makundi mawili ambayo tunaita double cohort ambayo ataingia kidato cha kwanza. Kwa hiyo maana yake ni nini? Tuna ongezeko la rasilimali, tuna ongezeko la miundombinu, na yote hii serikali haiwezi kufanya peke yake. Ndio maana tunaleta wadau wote kwa pamoja tuweze kutafakari namna ya kukabiliana na hiyo changamoto. kwa hili, ni jukwaa muhimu sana kwa serikali na kwa sekta ya elimu kwa ujumla wake, kwa sababu ni eneo ambalo wadau wanakaa kwa pamoja, wanashauriana kwa pamoja, wadau wa sekta binafsi waweze kusema nini ambacho wanahitaji serikali ifanye ili kuboresha elimu. Wadau wanao walio kwenye viwanda waweze kusema nini ambacho kinatakiwa kuboresha katika elimu ili nguvu kazi ambayo tunaizalisha iweze kuwa E, na weledi ambao unahitajika katika soko la ajira. Kwa kuwa kuna changamoto kubwa sana ya kupata wahisani kwa wakati huu, tunalazimika kuwaza tofauti na kuona kwamba tunapata rasilimali na tumekuwa na timu kufanya local resource mobilization. Kuona ambavyo pia ushiriki wa jamii au sisi kwa sisi kuona namna ambavyo tutagema rasilimali na uwekezaji mkubwa katika uh, elimu ambao ni uwekezaji endelevu pia. Uh, ilo nalo tunahusika sana sisi kama mtandao wa elimu. Tunapozungumza habari ya elimu ya amali, tunazungumza habari ya ubunifu. Kwa hiyo uwekezaji ambao umefanywa na serikali uh, kwenye vyuo vikuu utachochea sana masuala ya ubunifu uh, ambayo ndio msingi wa maendeleo ya nchi yoyote. Uh, mkifuatilia siasa za kidunia, utakuta kwamba huenda, uh, tunakoenda mbele kutakuwa kuna kupungua kwa uwekezaji kutoka kwenye nchi zingine, na kwa hiyo, kwa kuwa wale ambao walikuwa wanatupa misaada kwa muda mrefu wanajivuta, sisi tunatakiwa tuwe wabunifu zaidi ili tuweze uh, kutengeneza huduma na mahitaji mengine, kwa maana ya products ambazo tunazihitaji kama nchi, na kwa sababu hiyo uwekezaji kupitia kwenye ubunifu kuanzia watoto wa awali wanaosoma awali, sekondari, vyuo na vyuo vikuu, ni lazima tuendelee kuhakikisha kwamba tunaopigia kelele na kila mmoja anakuwa mbunifu. Napenda kutoa shukrani kwa kuwa mshirika katika mkutano huu, kwa sababu mkutano huu kwanza, policy yake ni transforming education to development, kwamba mageuzi ya elimu katika maendeleo endelevu. Nikichukulia mfano kwenye shule yetu, tunaweza tukafundisha labda somo la industries industries. Tunasoma theory darasani, lakini unapoenda katika maisha yetu ya kawaida, tunatumia practically. Maana yake elimu ya mali inatusaidia sana kwenye maisha yetu, na sio tujifunze tu darasani. Na elimu imekuwa mchango mkubwa sana kwetu sisi wanafunzi hasa kwa sababu elimu hii ya elimu amali hasa inatusaidia ni ku apply kile tunachofundishwa darasani na kukiweka katika vitendo. Kupitia maazimio yatakayofikiwa, serikali inatarajia kuunda mfumo madhubuti wa elimu utakaomjenga kijana wa Kitanzania kuwa mwenye maarifa, ujuzi na maadili bora kwa ustawi wa taifa. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, kusubscribe, comment, like usisahau na share ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.